Waziri wa Katiba na Sheria, Dr. Damas Ndumbaro amesema kuwa wizara hiyo imeendelea kutembelea, kukagua magereza mbalimbali mbali nchini ikiwa ni sehemu ya kupunguza msongamano mkubwa wa magerezani. Dr. Ndumbaro amesema hayo mkoani Morogoro katika ufunguzi wa mafunzo wa kujengea uwezo maafisa sheria wa Jeshi la Magereza kuhusu huduma za msaada wa kisheria, mapokezi ya wafungwa magerezani na adhabu mbadala kwa mahabusu ikiwa ni jitihada za serikali kuimarisha upatikanaji wa haki nchini. Tunakumbuka aliunda tume haki jinai iliyoongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Hoffman Mohamed Chande, lakini jitihada za wizara na taasisi zake kutembelea magereza zimepunguza mahabusu 618. Namba hiyo ni muhimu sana. Mafunzo haya tunayoyapata kwetu sisi kwenu nyinyi atawapa ujuzi zaidi, lakini kwetu sisi pamoja na ujuzi yataimarisha ya mahusiano yetu kati ya wizara ambayo inasimamia haki na nyinyi jeshi la magereza ambao mnatekeleza haki. Wizara imeshagawa seti tano za vifaa vya TEHAMA katika kuhakikisha kwamba magereza zinakuwa za kisasa. Nasaidia sana kwenye magereza ya mtandao na kusikiliza kesi Takui, kwa njia ya mtandao. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha Aprili 2025 idadi ya wafungwa na mahabusu waliokuwa magerezani na mahabusu wamepungua na kufikia elfu ishirini na saba ukilinganisha na idadi iliyokuwa ili kubwa mwanzoni mwaka 2021 ambapo kulikuwa na wafungwa na mahabusu ipatao elfu thelathini na mbili. Msongamano huu umepunguzwa baada ya kuimarisha kwa adhabu mbadala na kuongeza kasi ya kusikiliza mashauri yaliyopo mahakamani kama ambavyo wenzetu wa Wizara ya Sheria na Katiba wanavyofanya na vile vile kuongeza kasi ya uendeshaji wa mashauri ya wa mahabusu waliopo magerezani. Tumeendelea kuimarisha mafunzo ya teknolojia katika maeneo mbalimbali ikiwemo kujenga vyumba vya uwekaji wa vifaa vya mahakama mtandao mbibusia, na kama ambavyo yamehusia na hiyo, katibu mkuu, kwa sasa tuna takribani magereza 66 yana huduma za mahakama mtandao, na mwaka huu wa fedha, mheshimiwa waziri, tayari tumepokea takribani zaidi ya shilingi milioni mia sita na hamsini kwa ajili ya ujenzi wa mahakama mtandao sasa tuna wastani wa wahalifu kwa siku elfu ishirini na saba uwezo wa magereza ambayo ni mia moja ishirini na tisa ni kuhifadhi wahalifu elfu ishirini na tisa mia tisa na tisini na mbili kwa hiyo utaangalia idadi iko chini ya uwezo na hii yote ni kwa sababu ya jitihada na ushirikiano wa vyombo vya haki jinai na kwa kweli wamekuwa na ushirikiano mzuri amekuwa wakipita magerezani kwa ajili ya kuongea na watumiwa kusikiliza mashauri yao lakini kesi zinakuwa zinakwenda kwa wakati na hivyo idadi ya mahabusu imeendelea kupungua siku hadi siku.